wa hasanati na katika mema yake baada ya mautii baada ya mauti yake, miongoni mwa vitu ambavyo vitamfuata muumini katika amali zake njema katika mema yake baada ya kufa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kuzitaja athari, akasema: ilman allamahu wa nasharahu, basi ni elimu, miongoni mwa ambavyo Hakika miongoni mwa ambayo vitamfuata ni elimu, ilman allamahu, ni elimu ambayo ameifundisha, wanasharahu, na akaieneza elimu hiyo. Afahamu abd almumin kwamba athari njema za ilmu aliyoisomesha na kuieneza zitamfuata. Kisha akasema wawalada waladan salihan an tarakahu, na miongoni mwa alama ambazo zitamfuata muumini ni mtoto mwema aliyemuwacha, wa waladan salihan tarakah, na mtoto mwema aliyemuwacha mtoto huyo. Wa mushafan warrathahuu, na Mtume akasema, na msahafu aliyeurithisha. Aitarakahu taraka huliwaarithi aliyeuacha msahafu huo kwa warithi wake, alikuwa ni msahafu wake akiusoma, alipokufa ukabakia msahafu ule katika nyumba yake, warithi wake wanausoma. Na wengine katika maulama wanasema, au akawa ameuacha msahafu huo mauqufan ala almuslimin, au akawa ameuacha msahafu huo hali ya kuwa ni wakfu kwa Waislamu. Akauchukua msahafu wake akauweka msikitini watu wasome, athari za hilo zitamfuata huko walipo. Kadhalika au masjidan banahu au msikiti aliyoujenga. Miongoni mwa yale ambayo ya yanamfuata mumin katika amal na mema ni msikiti aliyoujenga sawaun banahu bimalihi au yadihi, ni mamoja. Msikiti huo kaujenga kwa mali yake, katoa katika mali yake akajenga msikiti wa Allah, au kaujenga kwa nguvu zake, akatoa nguvu, akili wakati akashughulikia baitullah, ni katika athar, ni katika alama ambazo zitakufuata unakoenda. Au baitan libni sabili banahu tuakasema, au nyumba kwa ajili ya wapita njia, nyumba ya wageni, watu wasiokuwa na malazi, akaijenga nyumba hiyo kwa ajili ya kuwahifadhi wageni na wapita njia, atapata athari zake. Au nahran ajrahu au mfereji aliyoupitisha, akatengeneza mfereji, akachimba kisima, akaweka bomba au mabomba, ikawa watu wanachota, wakinywa, wakitawadha, wakioga, wakifanya shughuli zao wa mbalimbali, anapata khairat za mfereji huo, hata kama akifariki. au sadakatan, Mtume alaihi salatu wassalamu akasema, au sadaka akhrajaha min malihi ailiyoitoa sadaka hiyo katika mali yake. Sadaka kaitoa kutokea kwenye mali yake, sio upambe wa kujitia umetoa wewe. Kumbe wale watoa wengine wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafalu, wale wapambe nuksi wale, na hupenda kusifiwa kwa mambo ambayo hawajayafanya wanauficha ukweli. Tumejenga bwana, tunapambana bwana, kumbe hayumo mtu wakati tu a-a. Kama una heri utapata thawabu za kuwa mtu wakati, lakini toa katika mali yako. au sadaqatan ukasema, au kutoa sadaqa au sadakatan akhrajaha sadaka, au, au sadaka aliyoitoa sadaka hiyo min malihi, kutokea kwenye mali yake mwenyewe katoa. fi sihatihi, akaitoa sadaka katika uzima wake. Maana hapo ndio sehemu bora ya kutoa ukiwa mzima kabisa, una afya una uwezo wa kula una uwezo wa kutumia, bado una nguvu zako, mali unaitamani, alafu unaitoa sadaka katika siha, fadhila zake ni kubwa sana tofauti na mtu ambaye ashachoka, ile mali aliyonayo haimfai kitu tena, hawezi kula, hawezi kupanda kipando, kila kitu tabu, yuko ICU huko, anapumulia mitungi ya gesi, anatembea na mipira ya mikojo masindano madawa, saa zote, mali ya kusaidia nini tena? Hapo ndio anaanza kujitia mtoaji sana, kume ni roho mbaya, anaona siwezi kutumia, bora ni wape tu. Eh, utoe katika hali ya siha, katika hali ya uzima, mali unaitamani, unayajua matumizi kwamba ukiamua kula bata unakula kwelikweli, na viwango unavijua, maadhalika unasema la, hii ni kwa ajili ya Allah, akaitoa sadaka katika uzima wake.